Ume umejipangaje kesho kuiongoza timu kupata matokeo? Umekuwa ah, ukiongea sana kule wengine wanasema una mamlaka au una mamlaka yote. Mm. Ah kesho hamna doubt, no excuses. Kesho lazima tupate ushindi. Kwa design yote ndio tushinde mechi ya kesho. Maana kutufunga itakuwa ni mara ya saba mfululizo, wala watahesabu. Watahesabu kwamba hii ya yeah, kirafiki. Ah yeah, sio kirafiki, wao wanahesabu. Yanga nawao wajua watahesabu kwamba ni mara ya saba Simba tumewafunga, tumewafunga wakubwa, tumewafunga na mashabiki. Kwa hiyo mechi ya kesho tumetupeleka nguvu kubwa sana kuweza kupata ushindi siku ya kesho. Yeah. Una, kuna umuhimu wote wa maombi kwa hali unavyoona ya kiimani, maana nimetoka kule nao wamejiandaa na, wa na kamati zao. Ah, mimi nimetoka kuomba muda si mrefu. Nimetoka kuomba simu si mrefu wachezaji waamke salama. Mimi sitacheza kwa sababu nitakuwa na kazi maalum ya kuzunguka uwanja muda wote mpaka tunapata ushindi. Kishu, vuamuka, kwa hiyo kesho mimi nitakavyoamka sitaamka kwa ajili ya mechi. Nitaamka juu kuzunguka uwanja muda wote wa kuiombea timu iweze kupata ushindi. Simba na Yanga muda dogo. Kwa kesho watu watajaa kwa sababu watu watajaa uwanjani, na ushindi ukipatikana, sio kwamba ushindi ni utakuwa kwamba ni ushindi utakuwa patikana, Simba kashinda. Na sisi tunataka tuifunge Yanga ili mechi inaokuja nyingine tuweze kusimamia sisi wenyewe. Washabiki wa Simba mbona kama wamechoka ukiwaangalia, kama msemaji mwenye mazoezi amechoka. Jamani, kesho itakuwa ah, msemaji ataingia baada ya katano, lakini kuna vijana wadogo wapo watacheza mpira kama unavyoona huku wapo vijana wadogo watacha mpira wengine wataingia wata hapo utaona wadogo ili tuweze kupata ushindi siku ya kesho siku ya kesho tunahitaji ushindi kuliko chochote kile tukifungwa kesho tutakuwa yani watasema tumewafunga washabiki tumewafunga na na, na timu yao mtawachomekea chomekea chomeke, ili wata hapana ni washabiki kwa sababu tuna vijana wadogo ambao ni mashabiki wa Simba watafanya vizuri kwa hiyo jukumu hili ni kusimamia kwa asilimia mia moja kesho tunashinda mechi ya kesho yeah.